Kwengineko hey. Washikadau mbalimbali katika sekta ya kahawa wanaokongamana huko Kenyenywa kaunti ya Kisii wameitaka serikali kusaidia wakulima wa kahawa wanaozongwa na changamoto. Katika hamasisho kwa wakulima wa zao hilo eneo la Mokubo, wakulima wa kahawa wameshauriwa kukumbatia mitandao kuuza zao lao. Hii ni baada ya takriban kampuni 56 kusitisha shughuli za kununua kahawa katika kaunti ya Kisii. Ili kwamba wakati mwingine, wakati ukiwa... wakati ilipotokea kwamba leo utatutembelea kwa ajili ya kutuzawadia, gavana. Umesikia vizuri sana, wananchi wa upande ule na wamama upande huu wamesema kuna haja ya kuwa na soko katika mkubwa hapa. Wakati utakapokuja hapa, utalizungumzia hilo neno. There is no way. Wewe unalima una kutoka asubuhi unachuna kahawa unapeleka kwa society, unapata kuna watu hapo wamekaa kazi yao 20% ya management 30% na hiyo pesa yote inakuliwa, kama hakuna pesa tuambiwa hakuna pesa. Pesa ya cherry fund tuliambiwa tumewekewa 6 billion kwa account ya cherry fund. I can confirm now nikiwa hapa Kisii, the only money that was put in the account ya cherry fund was 500 million only.